Ndio, habari za jioni hii kwa wewe ambaye umeweza kuungana na sisi mapema kabisa kama kawaida. Kuna Watanzania mko mko makini sana, mko makini sana. Asanteni sana kwa kuweza kuungana na sisi mapema s. Yes, leo pia nimepata confirmation mapema sana kutoka kwa wataalam Mr. Fortius pamoja na Justin kwamba wataungana na sisi uh, kwa ajili ya kutupatia taarifa fulani hasa kwa upande wa Swissport, kampuni ya Swissport. Alafu wiki ijayo wiki ijayo tunatarajia wataanza kututembeza kwenye sekta ya kibenki. Kwa hiyo tunaweza tukaanza mwanzo kabisa kupita taratibu ili kuweza kuelewa sekta ya kibenki ikoje, kampuni zake zinatakuwa ziwe na sifa gani na vitu kama hivyo, ili ikuwezeshe wewe a, kama mwekezaji kuweza kufanya maamuzi sahihi a, ukiwa una, unajaribu kuamua kwamba unataka uweke we, we, fedha zako wapi. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri, mambo yanakwenda vizuri. Yes, na bila shaka wako tayari, maanake tumewasiliana toka mapema, wakaniambia kabisa kwamba leo wako vizuri. Kwa hiyo ngoja niweze kuangalia, kujua kama wako vizuri kabisa, niwatumie text. Okay, nimeshawatumia watumia text mara moja basi, naamini wataungana na tongana, sisi muda si mrefu. Asanteni sana, mnaanza kuweka maswali. Neema Mangati pamoja na Nkosovila Michael, safi sana. Ya, napenda na this kind of activity mnakuwa active namna hiyo, kwao wakiingia tu wanakuta mambo yashapamba moto. Ya, yes, endeleeni kuweka maswali. Endeleeni kuweka maswali yoyote ambayo yanahusiana na uwekezaji. Yes, lakini pia baadaye utaendelea kuweka maswali kulingana na topic inavyokuwa inakwenda. Kwa leo tunategemea ku kwanza tutapata habari kama kawaida ah uh, kuhusiana na mwenendo wa wa, wa, wa wa soko katika wiki ambayo inaisha, lakini baada ya hapo basi watatutembeza taratibu kwenye hiyo kampuni ya Swissport. Ya ila kwa kwa ajili ya wewe ambaye unaangalia hii session kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza, naomba tu ufahamu kwamba hapa ni mindset initiative na tunafanya hii elimu kwa ubia na Orbit Securities, kama ambavyo umekuwa unajionea, tunasaidia yes, na kuweza kuelimisha li, umma lakini pia kuwahabarisha wawekezaji kwa ajili ya um, soko linapokwenda lina behave vipi, liko namna gani, ya kitu ambacho utakipata hapa na hautakipata mahala pengine. Uh, wataalamu wetu hapa wamekuwa wamekuwa willing kuweza kujibu maswali yoyote. Wale ambao mmekuwa active hapa, nadhani mmejionea wenyewe, mmejionea vizuri kabisa kwamba unauliza swali lolote, na haijalishi ni la level gani, unawezekana wewe umekuja tu ukauliza jamani, hisa ni nini? Utajibiwa. Wewe unakuja unasema, jamani, kuwekeza ni nini? Utajibiwa. Huyu ambaye anakuja na anataka swali fulani kuhusu kampuni fulani specific, kwa hiyo hapa range nzima unakaa unauliza maswali, kwa ni kitu ambacho huwezi ukakipata kirahisi sehemu nyingine. Sehemu nyingine, ukiuliza, utaambia bwana wewe, hebu tutafute baadaye ili tukuelekeze, kwa sababu unakuwa unawarudisha nyuma, tayari wao wameshajiweka kwenye kundi fulani la watu ambao tayari wanaufahamu. Lakini nakumbuka wakati tunaanza, mmoja ya watu alizungumza kwamba kuna mtu anafanya zake kazi labda ya kusukuma hata mkokoteni, inafika mahala nataka aanze kuwekeza. Sasa huyo inakuwa ni ngumu sana kumwambia achague kampuni au au aamue tu kwamba anakwenda wapi. Inakuwa ni ngumu, kwa lazima apate platform kama hizi ambazo akiingia akauliza swali na jibio. Kwa hiyo hicho ndio kitu tutakipata hapa, na hii ndio mindset initiative. Yes, lakini zaidi ya hapo, wakati nasubiria wataalamu wetu waweze kujiunga na sesi, na leo nakuwa makini isije ikawa ni, ni mimi ambaye nimewaweka nje. Yeah, naona bado wana bado wanajaribu kuweka mazingira sawa. Yes, uh, kitu kingine ambacho, ambacho ningetamani kukuhabarisha wakati huu ni kwamba uh, sasa hivi unaweza kutangaza biashara yako kwenye kurasa hii ya Man Setting Initiative na hususan katika kipindi hichi. Yes, kipi, kwa, kwa muda fulani nadhani wa kama miezi sita ama zaidi. Hiki ndio kimekuwa kipindi pekee ambacho nakifanya kwenye kurasa hii ya Mindset Initiative. Ingaje kuna vitu, vitu vingine, vingi ambavyo nilikuwa nikivifanya hapo awali safari, nimepumzika nikiwekeza nguvu kubwa zaidi hapa Finland. yes, napambana zaidi kutafuta connections za hapa Finland, uweze jua, baadaye inawezekana um, tukajaribu kuunganisha nguvu fulani ya. Kwa hiyo nimekuwa sina, uh, sina muda mwingi sana kuweka kwenye Mindset Initiative, lakini nikasema siwezi kukosa kufanya hicho kipindi. Yes, kwa hiyo hiki ndio kimekuwa kipindi chetu kikubwa ni kipindi ambacho kimekuwa kinakuwa kwa kasi, na kurasa yetu pia imekuwa ikikua kwa kasi ya mpaka muda huu, nadhani nikiangalia kwenye kwenye app yetu ya YouTube, naweza nikajaribu kukuonesha hapa haraka haraka. Katika app yetu ya YouTube ukiangalia, ina uwezo wa kukuonesha kwa mwezi unapata subscribers wangapi. Ya, kwa hiyo kama hapa ukiangalia hii namba hapa E, namba yenyewe iko iko wapi? E, kuna namba moja iko, uh, ngoja kwanza hata nisikuonyeshe. lakini in short ni kwamba tunapata subscribers kwa wastani wa watu mia mbili na kuanzia mia mbili mpaka mia mbili hamsini kwa mwezi. Ya, kwa hiyo ni kurasa ambayo inakuwa. Ya, hivyo mimi naamini hii ni fursa nzuri sana kwa wewe kama mfanyabiashara, ni fursa nzuri sana, unaweza kutangaza biashara na sisi na viwango ambavyo viko kwa sasa a uh, tangazo lako la dakika moja utalipia elfu hamsini tu, na hii sio tu kama kama ni tuseme tu ni kama support yako kwa ajili ya ya hiki kipindi, na kama tangazo lako na, la sekunde 30 utalipia 30, lakini pia una uwezo wa kutumia pia kurasa zako kwa ajili ya posti tu za kawaida, utanitumia picha pamoja na text ambayo nitaweka kama posti ya kawaida kwenye kurasa ya YouTube na hii utalipia elfu kumi tu kwa sasa kwa sasa ikiwa kurasa yetu bado naiona ni ndogo, kwa hiyo ndio maana nimeweka viwango vya chini sana, lakini uwezi jua e, miezi michache baadaye kurasa ikiwa inakuwa viwango pia vinaweza vikao vinaongezeka. Kwao ni muda wa kuchukulia nafasi, na uzuri ni kwamba ukishaweka tangazo lako kwenye video hii imebaki, kwa hiyo watu wote watakaokuja kuangalia baadaye watakutana na tangazo lako. Kwao ni tangazo ambalo linadumu, niseme linadumu kwa sababu watazamaji wamekuwa kila siku wanaongezeka, na watu ambao wanatamani kujifunza na fomati ambazo zinatumika. Asanteni sana, mnazidi kuweka maswali, endeleeni kuweka maswali wakati tunajipa tuna, tuna, tuna muda kuweza kumpata kuweza kuwapata Fortius pamoja na na Justin. Yes, fomati ambazo unaweza ukatumia kwenye kutangaza matangazo na sisi uh, unaweza ukatuma picha pamoja na maelezo kwa kama utahitaji niweze kutumia kipindi hiki, mimi nitakusomea hayo maelezo, na yawe either yamekizi dakika thelathini kwa kusoma ama yamekizi dakika dakika moja na mimi nimesema dakika 30. Kama ni sekunde thelathini basi utalipia 30 thelathini. Kama, kama nitakuwa nimesoma hizo teksti mpaka dakika moja utalipia elfu hamsini na kadhalika. Kwa hiyo una uwezo wa kwenda mpaka dakika tatu maximum kwa biashara moja na katatu maximum kwa biashara moja. Yes, ama format ya pili unaweza ukatuma sauti pamoja na picha. Mimi nitaangalia namna ya kuunganisha hiyo sauti yako na picha ziwe kama video na nitakuja kuiplay hapa. Kwa hiyo ikifika wakati wa matangazo tutasimama, tutaplay hiyo video yako hapo, wadau watasikia kuhusu biashara yako, lakini option ya tatu unaweza ukanitumia video a uh, tukaweka pause ya sekunde 30 au dakika moja maximum dakika tatu na sekunde a thelathini ni elfu thelathini dakika moja ni elfu hamsini kwa kama dakika tatu ni elfu hamsini mara tatu kwa upande yes. uh, wa posti na, na za kawaida ni elfu kumi tu kwa utuma tu picha na text nitaweka kwenye posti basi watu watakuwa wameweza kuona naomba niwaangalie tena wataalamu wetu kama wamekaribia naona bado wako offline naona bado wako offline lakini watakuwa waungane na sisi hivi karibuni Yes, uh, muda huu wakati tunaendelea kuwasubiri wataalamu naomba pia nitoe uh, tangazo moja. Tuna, tuna mteja wa kwanza wa matangazo, tuna mteja wa kwanza wa matangazo. Naomba nipandishe kwanza, nipandishe Okay, naomba nipandishe hiyo alafu nipandishe hiyo pia ndio. Kwa, kwa kifupi, kwa kifupi huyu ni Hesabu Mauzo na Hesabu Mauzo wamekuletea app ambayo inakusaidia kuweza kutunza mahesabu ya kifedha Uh, katika biashara yako na unaweza kusajili biashara hadi mbili. Uh, katika app moja unaweza pia kusajili wafanyakazi, kila mmoja akawa na akaunti yake binafsi. App hii ina uwezo wa kufanya kazi bila mtandao kwa offline, unafanya kazi bila shida, na ikiwa utahitaji basi unaweza ukapata free trial period ya siku hadi thelathini. Uh, kwa, kama unataka kuweza kujionea zaidi katika kurasa ya Instagram basi eh, linki inapatikana kurasa katika, ya, katika eh, eneo la maelezo la hii page hapo chini, ukiangalia pale imeandikwa mo, ukiklik basi uki, kwenye ile kurasa utaona chini kabisa kuna link ya Instagram ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye page yao na utaweza kujionea zaidi, na ukitaka kuwasiliana nao basi uwasiliana nao katika Uh, namba ambazo zimeandikwa kwenye kipeperushi hicho ambacho unachokiona hapo, na hii app inapatikana katika Google Play Store, katika Google Play Store. Kwa hiyo kama unahitaji basi, fanya mawasiliano nao, ufanye majaribio ya hadi siku thelathini bila malipo, na baada ya hapo basi, naamini utaweza kufanya maamuzi sahihi ili kuweza kujirahisishia mchakato wako wa biashara. Asante sana. Ndio, naona wataalamu wetu bado naomba, niwatafute kwa simu. Okay, ndugu, naona wako offline. Nadhani mambo yenu ya mtandao hajasimama. Yes, vizuri. Basi nitakachofanya sasa hivi ni kuweza kupitia maswali yale ambayo na, nitaweza kuyajibu kwa uh, uelewa wangu hadi sasa hivi nitaweza kuyajibu, lakini pia kwa wewe ambaye tayari una ufahamu mzuri na mambo ya accounting, mambo ya finance management, una tayari una mambo fulani, unaweza pia ku, kuangalia comment na ukatusaidia kujibu. Kwenye session iliyopita sikumbuki jina bahati mbaya, lakini kulikuwa kuna mdau mmoja alikuwa vizuri sana, anatusaidia kuweza kujibu baadhi ya maswali na alikuwa alikuwa msaada mkubwa sana. Kwa hiyo ni, niweze kukutia pia moyo kwa wewe ambaye utiari una ufahamu fulani aa, nitaanza kuangalia swali la la Neema. Kwa yale maswali ambayo ni matata, basi Fortius na Justin watakapokuwa wameshaungana na sisi nitaweza ku aa, nita, nita, nitaweza ku kuyarudia tena, tutafanya hivyo. Yes. Neema Mangati anasema kwa nini ongezeko la mauzo ya hisa za CRDB limekuwa kubwa? Hii imekaje? Wataalamu wetu ili swali atakuja kutu, kutujibia Mr. Justin, ambao wao wanaona activities zimeendaje? Okay, Nkosovila alikuwa amerespond kwa Neema Mangati, this is what I'm talking about. Asante sana Nkosovila Michael, umesema ni kwa sababu wametangaza wametangaza gawio. Asante sana kwa jibu zuri, lakini tutapata uhakika zaidi kwa Uh, kutoka kwa uh, Justin pamoja na Fortius kwamba kitu gani kime kimekaa, lakini pia swali la zawadi, Mr. Fortius ni call imeshuka bei sana, is it a good opportunity to buy? Yes, hili naweza nikalijibu kwa sababu limeshajibiwa mara kadhaa, uh, na, na, wataalamu wa wengi ambao hata pia mnatazama hii session wakati huu wote, mnakubaliana na mimi kwamba uh, opportunity ama wakati mzuri sana wa kununua hisa ni wakati imeshuka bei Kikanuni tunazungumza lakini kwenye, kwenye practicality, tunajua ni ngumu sana kwa mtu kuamua kununua wakati hisa imedondoka, kwa sababu wengi wanaingia na hofu kwamba iwezekana ikaendelea kushuka zaidi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kiuhalisia, watu wengi wao wanapata shida sana kununua, ila kama unaweza eh, ikiwa imedondoka ndo wakati wako mzuri wa kuchukua. Huna haja ya kusubiri ishuke zaidi wala huna haja ya kusubiri ipande kwanza. Yes, ila, ni hasara ukisubiri ikapanda, maanake una, una misi uh, ile gepu la yield ambalo ungeweza kuipata kama ungenunua ikiwa iko chini. Bila shaka zawadi umeweza kunipata. Kama unaona siko clear, basi unaweza ukafafanua uka, uka, uka vizuri, na wakija wataalamu watakuja kuelezea tena watakuja kuelezea tena uh, kuhusu vila. Michael anasema I am interested kusikia kuhusu offer price na potential yake. And if fundamentals ziko sawa ya, kwa, kwa ripoti zilizopita, fundamentals ziko sawa ya, nadhani tutakuja kuona uh, kuna update gani, ila tu cha kukupa uh, labda update kifupi ni kwamba tumesha plani kuanza kupitia kampuni baada ya kampuni ya, kwa hiyo sasa sijui kampuni hii tutaipitia lini, ila eh, tunasema piga moyo konde, tutakuja kufika hapo, tutaichimba vizuri sana kama ambavyo tulifanya kwa Nicole. Uh, ni mwaka jana man, eh, ni mwaka jana tulimfanyia niko vizuri. Kwa hiyo bila shaka na huku pia ndiko tunakoelekea, lakini watakuja kutolea ufafanuzi vizuri wataalamu wetu ami pamoja na Justin eh, tunasema eh, majali wa kama wakiweza kuungana na sisi sijajua nini kimewatokea maana wote wawili hawaonekani. Uh, Lucas Paul unasema swali langu la last week ilikuwa kupewa hisa kama dividend. Kwa nini nisipewe pesa na maamuzi ya kununua hisa nifanye hivyo, uh, kunipa hisa then nianze kuziuza, muda huo wa dividend hisa zinakuwa chini. Uh, sasa Mr. Lucas, uh, huwa inakwenda hivi ni kwamba kila kampuni huwa inakuwa na taratibu zake, huwa kunakuwa na bodi na hiyo bodi yenyewe inaamua kwamba inataka kuhandle vipi masuala yake ya fedha. Ya, na kilichoelezewa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye session iliyopita ilikuwa ni kwamba baadhi ya kampuni zinaamua kulipa hisa kwa sababu zinahitaji fedha, zinahitaji fedha. Wakikupa wewe hisa, maana yake hakuna pesa yoyote iliyotoka kwenye kampuni, pesa yako inabakia ndani ya kampuni, na hiyo kampuni inaitumia pesa kwa ajili aidha ya ukuaji ama vitu kama hivyo. Ya, kwa hiyo unakuta baadhi ya kampuni hali yake ya kifedha sio nzuri, wakisema watoe pesa waanze kukulipa dividend, wao wanaweza wakakosa kabisa fedha za uendeshaji na unaweza ukakuta labda wao ukilinganisha expenses na, na, na revenues, labda usikute wako kwenye negative labda wana negative cash flow wakati huo. Sasa mtu ukiwa na negative cash flow alafu bado unatakiwa ulipe watu wa inakuwa kazi. Ndio maana baadhi ya kampuni wanaamua kufuta kabisa swala la ulipaji wa dividend ya mpaka waweze kupata muda wa kuheal, na nikisema kuheal na maanisha ifike mahala pesa inayoingia kwenye kampuni iwe ni kubwa kuliko pesa inayotoka ili waweze ku, kukua kifedha. Wakifika kwenye hiyo pointi basi na wakiwa wamevuka margin fulani basi wanakuwa wana uwezo wa kutoa hiyo dividend. Kwa hiyo hicho ndicho ni moja kati ya factor ambazo zinaweza zikasababisha kwa nini watu fulani waseme bwana, wewe hatukupi cash, tunakupa hisa. Kwa wanakupa hisa, wewe unakuwa umepata kitu fulani. Umepata kitu fulani kwa sababu hisa inakuwa ni mali yako na thamani inakuwa ni ile ile. Sema ndiyo sasa tofauti yake ni kwamba inaendelea kuwa na tabia za hisa. Ukipewa keshi inakuwa ni keshi na inakuwa na tabia za keshi, so that's the only difference, lakini bado unakuwa umepewa haki yako kama alivyosema Fortius kwenye kipindi kilichopita, we unaweza ukaamua kuiuza hiyo hisa uh, kulingana na thamani ya wakati huo ambayo ndio ungepewa pesa. Kama ungepewa pesa pia ungepewa thamani hiyo hiyo. Kwa hiyo, practically, kama hi make difference, ila tofauti ni kwamba kampuni inajiweza kukupa cash, kama haijiwezi So, it's either wasikupe kabisa ama wakupe hisa ko so, ndivyo inavyokwenda inavyo, ila akija Mr. Justin na, na, na, na, na Fortius, basi watakuja wao kufafanua zaidi na kuweza conclusion hilo swala. Hao wataalamu wangu naona siwapati leo, mbona utata utata ya, na Justin, Justin kwa taarifa alizokuwa amenipatia alikuwa barabarani akielekea Bujumbura awa jamaa wanatembea e, alikuwa anaelekea Bunjumbura nadhani kutoka Mwanza kuelekea Bunjumbura ni ni, ni Burundi eh au ni wapi sikumbuki, hata ni nchi gani. Na kwa ahadi yake alipaswa kuwa amefika kabla ya muda wa session ya, alipaswa kuwa amefika alafu anitumie ripoti ambayo hiyo ripoti ndo tungeitumia kwa ajili ya uchambuzi wa hapa, lakini naona kimya, naona ni kimya. Fortius asiyapatikani. Hebu hapa inabidi nifanye ni maamuzi magumu, nipige katika simu ya kawaida. Sijui balansi yangu ikoje. Okay. Eh, hapa inabidi niachane ni, ni na internet, hapa ni watafuta kawaida. Asante yeah, sana kuna mdomo mmoja amenikonfirmia hapa Bujumbura ni Burundi. Asante sana kwa confirmation. Basi ndo mtaalam Justin leo alikuwa barabarani leo kukimbia huko ya yeah. Kwa hiyo ilikuwa ilitakiwa afike saa kumi na mbili uh, Bujumbura. Sasa sijui kama amepata changamoto foti asinaona simpate kwenye simu uh, okay. Naomba nijaribu kumpita kumtafuta just, uh, Justin Haya, <tutu> shukran sana. Ndio kwa kweli ni apologize sana wafuatiliaji wa, wa, wetu. Yes, Mr Fortius na Justin wako njia moja, wako kwenye gari moja, wamefika wote Bujumbura ya lakini kwa taarifa ambayo wanatoa wanasema mtandao uko vibaya sana pale ya kwa hiyo bado wanajaribu kuwekaweka vitu sawa uweka vitu sawa ili kuweza kuona kama wanaweza wakaseto vizuri. ya Fortius amependekeza atuweze kufanya uh, session kesho. ya kwa sababu sasa hivi ba, ni bado wanajitafuta bado wanajitafuta. ya kwa mtandao huu wa Tanzania ni mbaya, kwa inabidi watafute mtandao wa, wa Burundi watafute line za Burundi alafu hizo ndizo watumie kwa ajili ya mawasiliano. ya kwa hiyo Uh, niombe radhi sana na inabidi niweze kuhitimisha kipindi sasa hivi, na tutarudi tena kesho. Nita, nita, nitarusha tena matangazo uh, kwa njia ya mtandao kuweza kuwajulisha kwamba tunakutana kesho muda gani. Inaweza ikawa ni muda kama huu ambao tumefanya leo, saa moja mpaka saa mbili, lakini naomba usubiri confirmation kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kurasa za kijamii WhatsApp, pamoja na, na nyingine ambazo zipo ndio, asanteni sana na poleni sana kwa ambao mmeuliza maswali. Maswali yenu yatajibiwa kesho, maana video ipo na imesharekodiwa. Uh, nita tutaanza na maswali yenu uh, hiyo kesho basi ikitokea tukifanikiwa kuweza kuwa na session ya mi. Yani, mimi nashukuru sana na niwa usiku mwema, chao.